Namshukuru sana mbunge wetu Onesmo Mnkondya kwa kutuletea haya mataa, yanawaka vizuri, tunatarajia ya mambo makubwa kutoka kwake. Sisi tunamshukuru mbunge wetu kwa kutuwezesha kama wafanya biashara wadogo wadogo, kutuletea taa hapa barabarani, tunauza kwa uhuru, tunaomba tuongezee na miradi mingine inayoendelea na huu ni mwonekano mpya kabisa wa Isansa. Wadau wanasema hii kweli ni mwanga mpya Mbozi, na huyu ni Onesmo Mnkondya. Mchana panaonekana hivi kweupe kabisa, milingoti ya taa inaonekana, lakini usiku panaonekana kweupe kabisa, pengine wao wanasema huu ni mchana. Nilipojaribu kudadisi wakasema, pengine hizi ni kamera. Wengine wanasema pengine hii ni rekoda ambayo inachukua matukio kama satelaiti. Lakini wajanja wakasema haya ni mataa ambayo yamewekwa kwa ajili ya kumulika mji wetu wa Isansa, kumulika Mbozi yetu Hizi ni jitihada za mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbozi mapema kabisa katika kutekeleza majukumu yake, ambapo kwa upande wa Isansa tayari pashaanza kuwaka. Wanaisansa wanasema mheshimiwa, mheshimiwa, tumefurahishwa sana na tukio hili hapa la kutuwekea mataa, kwani wajasiriamali wadogo tulitamani sana. Tunatumia visimu vyetu, tochi zetu kumulika biashara zetu, lakini kwa sasa a wamechangamka. Hii ni Maputa TV inakusogezea taarifa za jimbo la Mbozi, taarifa za mkoa wa Songwe, taarifa za Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe, like and comment ili taarifa zote muhimu ziendelee kukufikia kwa wakati.